Kwa mwanamke aliyetumia njia za uzazi wa mpango kwa muda mrefu, wanachukua muda mwingi sana kuweza kupata ujauzito, japo kuna asilimia chache sana ya wanawake ambao wakimaliza kutumia njia za uzazi wa mpango wanapata ujauzito, lakini asilimia kubwa wanawake ambao wanakutana nao wanakuwa wamechukua miaka miwili, miaka mitatu, miezi sita, na wanashindwa kupata ujauzito. Hii ni changamoto ambayo inawakumba sana wanawake wengi na inawakatisha tamaa. Yawezekana ni wewe mwanamke ambaye umetumia uzazi wa mpango yawezekana ulikuwa na lengo zuri kwa ajili ya kupanga uzazi na haukuwa tayari kupata ujauzito katika hicho kipindi, lakini baada ya kutumia njia hizi zimeacha madhara katika mwili wako. Ili uweze kupata ujauzito ni kwenda kuondoa homoni hizi ambazo zimewekwa kuzuia ujauzito kutokea, ili uweze kupata ujauzito. Wanawake wengi hawajui namna gani wanaweza kurudisha miili yao katika hali ya kawaida, ili waweze kupata watoto. Kama ni wewe, tafadhali chukua namba yangu mwisho wa video hii hii. Endelea kufuatilia chaneli kwa sababu ina madini tosha kwa ajili ya wanawake ambao wametumia uzazi wa mpango kwa muda mrefu na wameshindwa kupata ujauzito. Kama unahitaji, chukua namba mwisho wa video hii. Nitakupatia program ambayo itakusaidia sana wewe mwanamke, ili uweze kupata ujauzito hata kama umetumia njia za uzazi wa mpango kwa miaka miwili, miaka mitano mpaka sita, changamoto yako itatibiwa na utapata mtoto.